Mlango wa kumi na saba. Na Yehoshafati mwanawe akatawala mahali pake, akajitia nguvu juu ya Israeli. Akaweka jeshi katika miji yote yenye maboma ya Yuda, akatia na askari walinzi katika nchi ya Yuda, na katika miji ya Efraimu aliyoitwa Asa babaye. Naye Bwana alikuwa pamoja na Yehoshafati, kwa kuwa alikwenda katika njia za kwanza za Daudi babaye, asiyatafute mabaali lakini alimtafuta Mungu wa baba yake, akaenda katika amri zake, wala si katika matendo ya Israeli. Kwa hiyo Bwana akauthibitisha ufalme mkononi mwake. Yehoshafati akaletewa zawadi na Yuda wote, basi akawa na mali na heshima tele. Akainuliwa moyo wake katika njia za Bwana, na zaidi ya hayo akapaondoa mahali pa juu na maashera katika Yuda. Tena katika mwaka wa tatu wa kutawala kwake. Akawatuma wakuu wake, yaani Ben Haili na Obadia na Zekaria na Nethaneli na Mikaya ili kufundisha mijini mwa Yuda, na pamoja nao Walawi, yaani Shemaya na Nethania na Zebadia na Asaheli na Shemiramothi na Yehonathani na Adonia na Tobia na Tobadonia, Walawi na pamoja nao Elishama na Yehoramu makuhani wakafundisha katika Yuda wenye kitabu cha torati ya Bwana. Wakazunguka katika miji yote ya Yuda wakafundisha kati ya watu. Hofu ya Bwana ikaizungukia falme za nchi zote zilizozunguka Yuda, wasipigane vita na Yehoshafati. Na baadhi ya Wafilisti walimletea Yehoshafati zawadi na fedha ya kodi. Waarabu nao wakamletea makundi kondoo waume saba elfu na mia saba na mabeberu saba elfu na mia saba. Ukuu wake Yehoshafati ukazidi sana, akajenga katika Yuda ngome na miji ya hazina, naye alikuwa na kazi nyingi katika miji ya Yuda, na watu wa vita, watu mashujaa, humo Yerusalemu. Na hivi ndivyo walivyohesabiwa kwa mbari za baba zao: Wayuda maakida wa maelfu, Adna jemedari na pamoja naye watu mashujaa mia tatu elfu na wapili wake Yehohanani akida na pamoja naye mia mbili na themanini elfu. Na baada yake Amasia mwana wa Zikri aliyejitoa kwa Bwana kwa moyo na pamoja naye mia mbili elfu watu mashujaa. Na wa Benyamini Eliada mtu shujaa na pamoja naye mia mbili elfu wenye nyuta na ngao. Na wapili wake Yehozabadi na pamoja naye mia na themanini elfu waliojiweka tayari kwa vita. Hao ndio waliomgojea mfalme, zaidi ya hao mfalme aliowaweka katika miji yenye maboma katika Yuda yote.